Vladimir Zelenski amesema maafisa wa Ukraini na Marekani watakutana kwa mazungumzo ya amani nchini Saudi Arabia Jumatatu ijayo baada ya Kremlin kuthibitisha mazungumzo ya Marekani na Urusi siku hiyo hiyo. Kiongozi wa Ukraini alisema rais wa Urusi Vladimir Putin lazima akome kutoa matakwa yasiyo ya lazima ambayo yanaongeza muda wa vita. Madai ya Moscow ni pamoja na kukomesha kabisa msaada wa kijeshi kwa Ukraini. Zelensky pia alionya kwamba kuondoka kwa swala la wanachama wa NATO kwa Ukraini kwenye meza ni kitu ambacho Putin amesema hakiwezi kujadiliwa kwa amani, itakuwa ni zawadi kubwa kwa Urusi. Pia alikanusha madai ya ikulu ya White House kwamba alijadili kukabidhi umiliki wa vinu vya nyuklia vya Ukraini kwa Marekani wakati wa mazungumzo na Rais Donald Trump. Mazungumzo ya hivi punde yanajili wakati ambapo Marekani inajaribu kusuluhisha usitishwaji wa mapigano kati ya mataifa hayo mawili baada ya mapigano ya zaidi ya miaka mitatu. Zelensky na Putin walikubaliana kusitisha mapigano ya kimsingi wakati wa mazungumzo na Marekani, lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa kufikia ya sasa kutokana na hali zinazokinzana. Kiongozi wa Urusi hivi majuzi alikubali kusitisha mashambulizi ya angani dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini mashambulizi kama hayo kutoka pande zote mbili yanaendelea. Zelensky alisema ujumbe wa Ukraini utaikabizi Marekani orodha ya miundombinu inayotaka kulindwa dhidi ya mashambulizi ya Urusi katika mazungumzo ya Jumatatu.